Qawanini lihayatika hafidh alaiha la budda an tastakira fi dhihnika, misingi ya kutembelea ndani ya uhai wako, basi ihifadhi uizingatie na uirakizi uiweke katika moyo wako, ndugu zangu Waislamu, yabane sawasawa katika ubongo wako, ili yakusaidie katika mwendo wa maisha yako.

walau kathura atbaahu, hata kama ndugu zangu ni Waislam watazidi kuwa wengi, watakithiri wenye kuifata na wenye kuisapoti na wenye kuikubali. wa anna alhaqa haqu, na kwamba haqi itabaki kuwa ni haqi. walau qalla atbaahu, na kwamba hata kama watakuwa ni wachache wenye kuifata haqi, wa inna rayata alhaqu

hilo liweke akilini ndani ya maisha yako, namna Allah Subhanahu wa Ta'ala alilisadiki kwa kusema, wa kul jaa alhaqu, sema inakuja haki, wazahaka lbatil, na batili inatokomea inaondoka. inna albatila kana zahuka, hakika batili siku zote haiwezi kukaa na haki, lazima itaondoka. Ndugu zangu wa Islam, hilo liweke akilini Jambo la pili la najata min almaut, ishi utakavyo, jua kwamba utakuwa na mwisho. Hakuna marefu ambayo yanaokosa mwisho, yana, yana ambayo yanakuwa hayana ncha. Ndugu zanguni Islamu, mahma kana tala lhaya, yani kwa vyovyote uhai utarepa miaka itakwenda, la budda min almaut, lazima utaondoka, uta dunia. Allah akasema, kitaba muajala ni muda ambao tayari nimeusajili kwa kuupiga muhuri. innaka mayit Muhammad, weni mayit. wa innahum mayitun, na wao pia ni maiti. kullu man alaiha fan, kila mmoja ambaye yuko juu ya dunia, kila chochote ambacho kiko juu ya ardhi kitaondoka. Ndugu zangu nuislam, wakamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasalama, ayu lmuminu aqyas ya Rasulullah, ni muislamu gani muumini gani mwenye akili miongoni mwetu? Faqala, mtume akasema, aktharuhum lilmauti dhikra, ni yule ambaye amezidisha kukumbuka sana umauti wa ahsanuhum lima ba'dahu listidad, na akaweza kuzidi akawa mwema katika kuyatenda baada ya kwamba atakufa, basi akawa anajiandaa zaidi kuhusu safari yake hiyo ya mbele, ndugu zangu Waislamu. Kwa hivyo unapoliweka akilini ukirakiz kwenye ubongo wako, litakusaidia. lolote unalolifanya utakumbuka. Hata mtu akikutukana, wa walaula yaumul qiyama, lau sio kifo tukahesabiwa kwa Allah ningemrejeshea. Inakufanya nini uweze kuokopa. Na jambo la tatu, ndugu zangu zangun Waislamu, ilamu anna dunya udhiya lilbala walimtihanat, jua kwamba Dunia hii imewekwa kwetu sisi wanadamu kwa sababu ya misukosuko na mabalaa, kwa sababu ya mabalaa na misukosuko. Kwa hivyo maisha yetu ya dunia yatakuwa watilkal ayamu nudawiruha baina nnas, ni masiku ambayo yanabadilika, leo unaweza kuwa mzima kesho ukawa mbovu, au ukawa mgonjwa. Leo ukawa nacho, kesho ukawa hauna. Leo uko katika furaha, kesho ukawa katika huzuni. Ndio maisha, ni mduara na mzungu uko fayambaghi lil aqil. Kwa hivyo inampasha ayuwati mwenye akili na nasahu kuiandaa nasi yake, lakini mbele ya macho yao unawapendezeshea, wakawa mbio na bize ya maisha ya dunia. wa ana haqiqatu lmulima, na mimi ni ukweli ambao unaumiza ni lazima kifo kitatokea na kila mtu huku akiketi anakichukia. Kwa hivyo wasbir ala ma asabaka, subiri mwanadamu kwa mzunguko wa maisha yako ya dunia. Ndugu zangu Waislamu, suila limamu Ahmad aliulizwa imamu Ahmad mata yajidu alabd tamu arraha, lini mwanadamu atapata raha ya kudumu ya kutulia ndani ya dunia hii? Faqala inna awwal qadam yad'uha fil janna, raha ya mwanadamu ya ukweli ni pale siku ya kwanza mguu wake wa kulia atautia ndani ya pepo ya Mwenyezi Mungu. Ndio siku ambayo atakuwa ameepukana na misukosuko na mitihani. Ila hata ukifa bado tu ni bishara, kisha kuna safari ndefu ya kiyama bado na kusubiri ni misukosuko. Ili utulie ni wakati wewe utaingizwa ndani ya pepo. Akasema Abul Balagha Aliyu karamallahu wajha Akasema sayaati alaika zamanun, tambua kwamba mwanadamu kwa vyovyote unavyoishi na jamii yako, kutakuja kipindi la tajidu fihi surur, hautopata raha, hautopata utulivu qalbaka wa moyo wako, illa bi'tizali lnas mpaka pale utapojitenga na watu ukaishi mwenyewe ukawa wewe ni msikitini nyumbani na shughuli zako, hapo ndipo itafikia mwanadamu aweze kupata utulivu. Ndugu zangu wa Uislamu, na jambo la nne, muanna ana mafataka lamyakun lak, tambua, kila siku weka katika ubongo wako kila ambacho umekosa kile ambacho ukupata hakikuwa chako Allah kuandika ukifikie, wama huwa laka laiyafutaka na kile ambacho Mungu aliandika kwamba ni chako, kamwe hakiwezi kwenda kombo ukakikosa. Ndugu zangu Waislamu, hadha hasanu lbasari, huu ni Hasanu lbasari al anasema, alimtu anna rizqi nilijifunza kwenye akili yangu nikajiwekea ya mimi zamira ya kwamba riziki yangu la yaakuluhu ghairi, hakuna yoyote ambaye anaweza kubeba riziki yangu. Fatma anna qalbi, hivyo moyo wangu mnaona umetulia. Kila ambacho sikupata Allah ukiandika nikipate, na kile ambacho ni changu, hakuna mwengine ambaye anaweza akakichukua. Ndio mtume akasema anna ma asabaka lam yakun liyakhtiaka, kile ambacho aliyokipata hakikuwa cha kukukosa, na kile ambacho wama akhtaaka, na kile ambacho kimekukosa au kukipata, lam yakun liyusibaka, akikuwa cha kukupata usingekipata. Ni Allah subhanahu wa ta'ala ameandika. Na jambo la tano, waalamu anna ridha nnasa ghayatun la tudrak, tambua ya kwamba kuwaridhisha binadamu, kuwafanya binadamu wapendezwe na yote mazuri utawafanyia, ghayatun la tudrak ni jambo ambalo halijawahi kufikia, ni malengo ambayo hayajawahi kufikiwa na yoyote. Hata Allah subhanahu wa ta'ala kwa kule tu kukuumba huyu mwanadamu ni huruma na mapenzi, kukufanya binadamu akushindwa. Wewe kujua utakuwa mfidhuli, ni kuweke wewe kuwa mbuzi, utakuwa kitoweo cha binadamu, ni kufanya kuwa paka, ni kufanya kuwa kuku, ni kufanya kuwa mbwa, lakini wala kadekaramna bani adama alikuumba kwa kukukirimu Allah, lakini na yote hayo unamkufuru, hauoni kama Mwenyezi Mungu alikufanyia ihsani yoyote. Ikiwa binadamu wanamkanusha Allah, wewe binadamu wenzake utafanya nini ili yeye arizike? Kwa hivyo tambua na weka akilini katika msingi wako wa uhai wako kwamba, yani kuwaridhisha watu, rida nasa, yani kuwaridhisha watu, ghayatun la tudrak ni malengo ambayo hajafikia yoyote wala hayajafikiwa. liajli dhalika, kwa sababu hiyo, la salamata min kalami nnas, kutakuwa hakuna ndugu zangu na Waislamu amani na kuepuka kusemwa kwa vyovyote vile, labda usiishi na binadamu kokote pale utapoishi, hata ukisema ah, mi sisemangi na mtu, jua kwamba labda kuna sehemu unasemwa, hayajakufikia haujaambiwa. Hiyo ndiyo kanuni ya mwanadamu, la ta ala. Kwa hivyo, ndugu zangu ni Waislamu, la tahtamu likalami nas, usijihusishi ukaumia kwa maneno watu wanakuzungumza. Liana nnasa yatakalamuna hata ala lmayiti fi qabrihi, mwanadamu anayoada ya kumzungumzia hata mauti kaburini mwake. Wala tahzan lima yuqalu khalfaka, usihuzuniki kila habari inapokujia hivi na vile, umesemwa hivi, wamesema hivyo. Fanifaqu, hakika unafiki. Asbaha uslubi hayati badil bashar, imekuwa ndiyo njia na namna ya uslubu ya watu kuishi baadhi ya watu ni unafiki. Yani, mtu yeye ni kusema tu kila lolote anase, anasema tu le amesikia akusikia akufanyia ubainifu. Kwa hivyo imekuwa uslubu ya unafiki kusemasema watu, imekuwa ndio uslubu ya baadhi ya watu. Na jambo la sita, walamu annana la nastati'u an namna'a an nasa min kalamin min al kalam, tambua kwamba sisi binadamu hatuwezi kukataza wenzi wetu kutuongelea, kuwaongelea au kuongea, hilo hatuna nalo uwezo, walakini lakini nastatiu an namna anfusana min taathiri bima yaqulun, lakini Mwenyezi Mungu katujalia tuna uwezo wa kuziwia kuathirika na kuumia kwa yale ambayo wanayotuzungumzia, lianna miftahu uqulina, kwa sababu ya, ya funguo ni ziko katika akili, yani kwa sababu ya funguo za akili zetu. Biaidina, ziko katika mikono yetu. Walaisa biaidihim, na sio mikononi mwao. idha raaita sadiquka kisha jambo la saba, wakasema, utakapomuona rafiki, utakapomuona swahibi yako, mtu wako wa amana mnayeshirikiana baadhi ya mambo mengi katika uhai wa dunia, maa aduika anatembea na adui yako ambaye mtu akutaki, anayekuzungumzia kwa ubaya, anakutakia mabaya. faalamu anna lithnaini adauka, jua kwamba bila shaka wote wawili ni maadui wako. ahaduhuma jaharan, mmoja ndio yule ambaye mnapunguzana, mnakimbizana naye yuko yani, yuko wazi. walakhari wa sirran, na mwingine ni wasiri au kama ataenda aungane na yule ananajua, kama ule anakupiga vita vita, wa imma, anaweza kwa njia moja ama mbili, akafanya nini? Akenda kwa sababu ya kuleta suluhu. Wa illa, tambua na uwe na tahadhari ya kwamba wote wawili ni maadui wako. Kisha jambo la nani, waalamu wa anna alhayata yaani kitabu maftuha, uhai wa mwanadamu ni mfano wa kitabu ambacho kimefunguliwa, ambacho kiko empty, yani peji zake hakuna lolote limeandikwa. Kullu yaumin fihi safhatun jadida kila siku kuna peji mpya, ndugu zangu. Kama utaamka utoe sadaka, andikisha hivyo. Lolote lile ambalo utaandika libaya ama lizuri, utalikuta mbele ya Rabbul izzati wal jalal. Wajaalaha qissatan taftakhiru biha, na ujalie kwamba itakuwa ni historia kwako, kwa ya maisha ambayo umeitengeneza mwanadamu. Mwana katika maisha yake ni historia atabaki kwa watu ambao waliomjua na watu wa karibu marehemu fulani wanamzungumzia kwa ile, yani hali ambayo waliomuona nayo na maisha walioishi naye. Wala tansa an tataalama, min kulli tajriba, na usisahau ndani ya maisha yako kuishi kwa kujifunza yani, maisha kila matukio ambayo yanakutokea vizingiti ambavyo unapitia, iwe ni mafunzo kwako na uweze kuwaachia wale ambao wako nyuma yako ili uweze kufaidi. Haya ndugu zangu Waislamu, ukiyaweka ndani ya maisha yako ukawa umeyaweka katika ubongo wako kwa kuzingatia ya kwamba hii, mimi nisitetereki na maisha, nijue kwamba haki itabaki kuwa haki, hata kama itakuwa wenye kuifata ni wadogo, na bendera ya haki kila siku itasimama, walau kwa muda ambao Mwenyezi Mungu aliyoupanga. Na haki ikija ikisimama, basi batili itajiweka pembeni. Kwa hivyo, simama katika haki na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala atakusaidia na pia mwenye akili ni yule ambaye anaezidisha kukumbuka kufa, ili asiwatendei wenzi wake mabaya na akawa na istidad ma, yani maandalizi ya kuweza kujiandaa pamoja na huyo moto, na uweze kuamini kwamba dunia hii inatudanganya kwa sababu inatupendezeshe mbele ya uso lakini kinyume chake, tukitathmini unaona, kuna watu ambao wamesifika ni matajiri duniani, wametamata hapa hapa, walipokufa walienda uchi, hawana hata nguo ya thamani zaidi ya vishuka tu kwa kumstiri, na akaviacha vyote duniani. Hii ndiyo dunia ambayo tunakimbizana nayo ndugu zangu, ngunu Waislamu, raha ya mwanadamu atakuja kupata raha baada ya kuingia ndani ya pepo. Kwa hivyo, ndugu zangu wa Waislamu, na kutambua siku zote ndani ya maisha, kila ambacho ukupata riski ambayo imekutoka haikuwa yako wewe kuweza kufanya nini kuipata, na kile ambacho umekipata basi mshukuru Allah, hakikuwa cha kukutoka. Ndugu zangu wa Waislamu, hiyo ndio imani na Uislamu unavyotufunza. Najua kwamba kuaridhisha watu ni malengo ambayo hayajafikiwa na yoyote duniani. Kwa hivyo huwezi kuepukwa, hufanye mazuri, hufanye mabaya, lazima watu watakulaumu. Kwa hivyo ndio mwanadamu, ukiweka misingi hiyo, hutotetereka sana, utaona tu kwamba ndio zao mwanadamu, na hutoweza kuwajibisha ajawabu safihi sukoti, yaani jibu la mjinga ni pale akizungumza onakaa kimya. Kwa hivyo hiyo ndio usulubi ya binadamu. Kuongea ndiyo maisha yao, lakini tena ukumbuke, hatuna uwezo wa kuwaziwia watu kuongea, lakini sisi tuna uwezo wa kujiziwia kuathirika na yale ambayo wanayoyasema. Ima wakikashifu ima wakiongea vibaya, wewe kwako yapuuze na yaache yapite, mtazame Allah. Mizali utakuwa pale umemlenga Allah, basi usijali ya binadamu. wa inna kathira minan nasi la fasiqun, wengi binadamu ni wabaya. Kwa hivyo, kirafiki, ndugu zangu Waislamu, watu wanapokuwa na matatizo basi ni wewe kuwaunga. Ukijiunga na adui, basi wewe pia ni adui wa huyu mwingine. Na kwa hivyo maisha yetu yamewekwa na Allah, ni kitabu kimefunguliwa, na kila siku mtu unaombwa kuandikisha mazuri ndani ya kitabu hicho. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li walakum fastaghfiruhu innahu huwa lghafurur rahim wa huwal barrul karim Alhamdulillah wakafa twamshukuru Allah subhanahu wataala, kwa mara nyingine twamshukuru Mwenyezi Mungu subhanahu wataala aliyetuwezesha kusimama tena kwa mara nyingine na kutufikisha katika jumaa hii ambayo ni juma, juma ya kuwakumbusha ndugu zanguni waislamu ya kwamba hani maisha tu ambayo tunapita na yanatudanganya, na hisabu yetu itakuwa kwa Allah subhanahu wataala. ala wasalu ala, wa ala hadha albashir akrama rasulillah